Nje huko wanakaa o oh, Tanzania ifanye moja ifanye mbili ifanye tatu halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei, kwao hayatokei. Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugawia, ni fedha chache wanayotugawia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie Tanzania oye haya tukae ndugu zangu nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania kawaida kawaida mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa uongo kweli Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini? Ukicheki majanadume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katumba vizuri, katuumba vizuri sana, katuweka pahali pazuri sana. Kama navyowambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika.